Unatazama Uvira News TV. Asante. Asante sana ndugu wapenzi watazamaji wa Uvira News TV, popote pale ambapo mnapendelea kututizama ulimwenguni kote. Ni Tabu Bakari Kashindi Kamwanya. Ndugu mpenzi mtazamaji leo tumekuja kutembelea mojawapo ya salon ambayo inaitwa inahitwa Infinite Salon e, Shekanida Business, ambapo wanafanya kazi za huduma tofauti tofauti za wanashave nyele na kuweza kufanya makeup na huduma tofauti, lakini Leo nitaka kukuambia ndugu mpenzi mtazamaji kuwa nasi uweze kuenjoy na kuweza kugundua eh, sekta tofauti tofauti za vijana ambao wanapambana kwa ajili ya kuweza kuonesha na kuleta sura nzuri kwenye mji wetu wa Uvira. Msitembei tena kwenda mbali Bujumbura wapi ili kuweza kwenda kupendezesha ndoa zenu eh, bwana harusi zenu. Lakini hapa kunako Salon Infinity, eh, Shekanida Business. Hapa tunakuja kuweza kuwa nawe mwanzo hadi mwisho. Kipindi ni tujuze nite Abubakari Kashindi Kamwanya. Njoo, let's go, tukoneshe pamoja na wewe asante. Njoo. Wasap, ndugu wapenzi watazamaji, jinsi nilivyokuambia tuko kunako saluni Infinity Salon Shekanida, e, business ambapo tumekuja kutembelea kazi zao wanafanya nini na huduma zote, na hapa tutapata mojawapo fursa ya kuongea na kinyozi maridadi ehe, kwa jina maarufu, mtapata kumfahamu, najua wengi sana E, jina hii kama ushawahi kukulia Uvira miaka kumi iliyopita lazima utamjua ni kinyozi ambaye amechukua sifa nyingi na umaridadi wake katika kazi hizi za kuweza kukata nyele na kutengeneza business fulani fulani. Jambo kaka. Jambo sana. Naam, kwa majina unaitwa nani? Kila mwenye kututizama Uvira News TV hawezi kujua uh, tuko mbele ya nani? Kwa majina naitwa Dumbo, kwa wengi wanafahamu ni Patrick. Naam bwana Dumbo le grand coiffeur ambaye yupo kwenye Canada business. Bwana Dumbo, e, e, tunakuja hapa kwenye saloni yenu leo kuweza kuhakikisha kuwaonesha watu ambao wa Uvira, ambao wauia ambao wanajua kitu ambacho kinachoendelea hapa mjini kati kwamba huduma gani utuambie, kwa sababu watu wengi wanatafuta huduma kama hizi mnazozifanya lakini hawazipati. Hapa no, kwetu tuna huduma nyingi sana hapa hmm. Tunakata nywele hapa tunafanya makeup kuna pose perike kuna makucha hapa, wanatengeneza wanawake mbo, tunafanya kit complete ya salon eh, tunahitaji wateja wengi kabisa hapa kwetu. Je, hapa ni salon? Ndaweza sana maengali mpya, hajawa na miezi nyingi au mwaka? Hapana, eh visa. na na pia hapa kuna kuna sekta kufanyia massage

Hapa huduma zao ndo zimekufanya kutoka Nyamyanda kule kote, ili mradi kufanya hapa hivi. Na ni mara ngapi leo unakuja kusheviwa hapa? huduma zao nazipenda sana na nakuja hapa kila weekend, niko hapa kufanya donke massage fulani fulani, na kisha wanashevu antuka, watu wanatushevu vizuri sana. Ndio maana natokea Nyamyanda na kuja hapa, na huwa nampenda sana Dumbo, ni kwa fere mzuri sana huwa anashevu vizuri sana, na kuna tofauti kabisa na wengine wa vijana hapa ambao wanashevu hapa Uvira yeye ni wa kwanza kabisa na mkubali sana. mm. Asante sana bwana kuweza kuchangia nasi. Unasema mteja ni mfalme sivyo? Ya, mteja ni mfalme, lazima wateja ndio waongee kwa mdomo yao. Ndugu mpenzi mtazamaji, bwana Dumbo, kuna baadhi ya vitu ambazo tunaona. Unaona kuna hizi eh, hizi mashine ambazo mnazitumia ni tofauti sana na zile ambazo tunazoea kuona kwenye eh, salon tofauti tofauti. Sijui nyinyi mmeleta utofauti gani wa hizo mashine. Kwa nini mkutaka kutumia kama hizi ambazo tunaziona kwenye salon zingine huko nje hapa katika mji na tarafa ya Rufiji. Saluni hizi mashini zetu hapa, mashini tumeona tulete mashini za kisasa. Hatutaki e, mashini tena kama zile za zamani, hapana. Tumeona tulete zile mashini ambazo zitarahisishia mtu kwa kutukumiza awe sawa, ajisikie yuko, yuko fresh kabisa. e, ndio maana tumeamua kuleta hizi mashini. Ni mashini nzuri, tunaza kutinda hapa, zote ziko hapa na mashini zote hapa na zinafanya kazi vizuri. Na, na, na labda kwa wale wenye kutizama Vira News TV, unawaambia nini wale watu ambao hawajajua hii nafasi mnapatikana wapi waweze kujua, wawezi no. Kwa wale wenye hawajajua hii nafasi hapa tunawatakia waje kwa wingi, sababu hii aveni wengi wanaifahamu ni aveni fizi afasi na Zepalmi hapa hotel Zepalmi. eh, na waza wengi wanafahamu hii aveni tunawatakia waje karibu sana. Waje kwa wingi na tunawatakia Ewani, kuna bonisi tunawafanyizia hapa. Wakija tu watafurahi. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji kuna bonus pia kwa wewe ambaye bado haukuwa unajua kuna bonus pia hapa, ukija utapata huduma safi, wanakwambia eti kuna kuenjoy, kuna kile, kuna kitu kinaitwa mteja ni mfalme. Basi leo ndugu mpenzi mtazamaji, nikizani umepata kuona vitu vya kutosha. Huduma zao zipo za kawaida sana e, na za high quality ambazo umesikia gisi mmoja mmojawapo wa saluni hii Bwana kwafer Dumbo ameweza kujieleza kwa kina. Kama natufata popote pale ulimwenguni kote, ni Uvira News TV. Basi kipindi hiki ni kipindi cha Tujuze, tunatangazisha kipindi biashara yako ili uweze kujuza watu, kwa sababu Uvira kuna watu ambao wana vitu hadimu sana, lakini wanashindwa kuwaonesha watu wanafanya vipi. Basi ndugu mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, leo tumetembelea baadhi ya saluni, hii ni miongoni mwa ile saluni ambayo tumekuja kupiga nayo story. Je, bwana Dumbo, kuna kitu fulani je, mtu akitaka kukutoa hapa, hawezi kukupeleka nyumbani, hataki kuja hapa, mfano kumshave mgonjwa eh, na hataki kuja kuwa na mikongamano ya watu hapa, unasemaje, hizo huduma pia mnazifanya? Hizo huduma tunazifanya bila tatizo moja Eh, na ni gharama gani sasa inaweza ni, ni gharama nyingi au ni gharama sawa sawa na hii ambayo itakuwa ipo salon? Mbo, unajua kumtoa mtu nafasi anapotumikia kunahitajika kale ka, ka space kadogo ila kale ka space kanahitajika kuongeza hela ndogo ka ka eh, si, si, sio nyingi ila ni ndogo tu tumeongeza pale, eh, juu ya hii ya huduma hii tunafanya, eh, ni ndogo tu. Na asante sana Dumbo kwa siku ya leo na kuweza kuwajulisha watu ulimwenguni kote eh, kwa Infinite Salon Eshekanida Business inaendelea kufanya kazi vizuri. Asante sana ndugu wapenzi watazamaji, ni Tabu Bakari Kashindi Kamwanya, leo tumekuja, na umepata kuona kile kitu ambacho umekisikia kutoka kwa midomo yao wafanyakazi wa saluni Infinity Business, Infinity Salon kunako kanida business au so, kushare kulike, pia kusubscribe chaneli yako ya Uvira News TV, ili huo wa kwanza kupata kila notification ya kazi ambazo tunazozifanya. Nyuma ya kamera Moses Majaga yope, asante. Unatazama Uvira News TV, asante.